illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Karibuni ndugu zangu katika chaneli yetu ya Fundi Jabir Online TV, na leo bimashiati llahi taala tunaendelea na somo letu na nahwu na kitabu tunachotumia ni matn ajrumia, na tuko katika babu lmunada, mlango unaelezea munada. Maana yake kile kinachoitwa. Jua kuna halfu nida herufi za wito, alafu kuna munada kile kinachoitwa. Anasema almunada khamsatu anwa'i, munada ni ziko za aina tano: almufradu alalamu. Kwanza kuna mufradu, yani jina lenye kujulikana e, inaweza ikawa jina la mtu au mji na kadhalika. Wanakratu almaqsudatu, na nakra iliyokusudiwa wa nakratu ghairu maqsudati, na naik, nakra isiyokusudiwa. Was, shabihu bil mudhafi, na inayofanana katika mudhafu. fa amma al mufradu al alam wa al nakratu al maqsudatu fayubnayani ala al dhammi al amma Mufradu lalamu jina lenye kujulikana wanakratu, lmaksuda na nakra yenye kusudiwa, zinajengewa juu ya dhamma. Min ghairi tanwini fasi, pasi na kuwa na tanwini, yani aile wallahmata nahwi, mfano ya zaidu wa ya rajulu hiyo ndiyo inakuwa imejengiwa hivyo. wa thalathatu albaqiyatu mansubatu la ghairu, na tatu zilizobaki zenyewe zinanasibishwa, zinakiwa irabu ya nasbu, wala si kinyume chake, maanake si vinginevyo, zenyewe irabu yake inakuwa ni rabu ya, ya nasbu Kwa hiyo tukija katika ufafanuzi, somo letu ni fupi sana, katika ufafanuzi wa haraka haraka ili iweze kufahamika vizuri. Tulielewa somo letu katika ufafanuzi, kama alivyosema almunada, munada khamsatu zimetajwa, anuai zimetajwa, hizo aina tano. Yani anasema almunada munada yanqasimu ila khamsatu aqsami, aksami almufrad alalamu, waalmuradu minhu, na kilicho kusudiwa katika almufrad alalamu, ma laisa mudhafan, ma, ile ambayo si mudhafu wala shabihi bilmudhaf, wala si yenye kushabihiana kufanania na mudhafu, nahumfandokaja hiyo katika sherhe zaidu waamru wanakratu almaqsuda, na nakra n iliyokuwa imekusudiwa ya kimaksud, na mfano rajul umraatu idha urida bihima muayyan, ikiwa unahitaji, yani katika hizo bila kuainisha wa nakratu gairu maqsud, na nakra isiyo iliyokuwa si ya maksudi, sio ilikusudiwa. Mfano rajul idha urida bihi rajulu gaira muayyan kaqauli l-a'ma, kama vile kauli ya kipofu walipokusema ya rajula khudh biyadi, bimana Kauli ya kipofu alipoita, e, ewe mtu shika mkono wangu, bimaana e, aliita katika bila kuweka bayana, kuweka wazi, kuainisha huyu mtu wa sampuli gani ambaye ashike mkono wake. walimudhafuka ghulami zaidi

walmuthanna yubna ala lalifi, na katika uwili kunajengewa juu ya harfi alifu, maanake ndio katika ile irabu yake, maanake katika kuirabia uwili kama inavyofahamika eh, ujengewa juu ya alifu. Wajamu al mudhakkar salim, na wingi wa wanaume waliosalimika yubna

Wa thalathatu albaqiyatu mansubatu la ghayru, na tatu katika zitatu zilizobakia hizo katika aina za munada ziyeapata irabu si kivingi anafsbu sio vinginevyo. Mfano ya rajula khudh yadi wa ya ghulama zaidi wa ya talan jabala, fa kullu minha munada mansub bil fathati dhahirati wa zaidi wa zaidi mudhaf li ghurami wa jabala maf'ul bihi maf'ul lit-tal'a. wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Inshallah, kwa leo tutaishia hapo, na tutaendelea bi idhni llah katika babu maf'ul li ajiri, tutaendelea katika <coughs> mwishoni mwishoni tutakuwa tunamalizia inshallah. Sh usisahau ku subscribe ku like ku share na comment, na kuomba dua, kutuombea dua inshallah, ili Allah atufanyie pesi na tuweze kukamilisha kitabu chetu eh ili lengo lile kusudiwa liweze kupatikana.